Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Jamal. Swali langu, je, vipi kwa Muislamu mwanamume kuswali swala za faradhi nyumbani? Alhamdulillah. Kwanza swala faradhi kuswali jamaa, ulama wametofautiana. Wako ulama wanasema ni wajibu. Wako ulama wanasema ni mustahabu. Wako ulama wanasema ni sunna muakkada. Wametofautiana ulama. Qawli sahihi umdu kama anaweza kuswali msikiti swala jamaa hana udhuru yote.

lakini kama amesali nyumba yake sala yake ametimiza, lakini amekosa jamaa thawabu, na tapata dhambi kwa nini hajahudhuria jamaa. Na ile ya hadithi ya kuwa angechoma nyumba mtume sallallahu alayhi wasallam kama na angeruhusiwa kuchoma nyumba ili watu wakaswali msikitini. Naam, nasema sema kama mimi e, nitamani kumchomea watu nyumba yao na sali hmm, kama sio watoto kina mama nitakuwa nichome. Ipo hadithi hii na hadithi nyingine ipo

ya dhambi, ama hadithi nyingine ambayo watu wanasema mtume kamwambia huyu uh, mtu kipofu kaja kwake kauliza mtume, Allah mimi kipofu hakuna uh, mtu analeta msikitini nifanyeje? Mtume kamwambia uh, naam, ruhusa ni nisali bani wala kasema, una njoo unasikia adhana ndio lazima uje yeah. Lakini hii tunasema watu wengine wana tafsiri vibaya adhana, na mtu anasikia adhana wakati mtume hakuna speaker Uko karibu sana, huyu sio mbali, sio mtu kipofu msikiti na yeye yuko barabara tano, na hakuna mtu unamshika unamtesa una hapana. Naam, sawa sawa. so, so, so.